Vidokezo vya kuzuia. Kwa hiyo nitakuambia vidokezo vinne muhimu muhimu ili kuzuia rotator cuff tendinitis. Kwanza kabisa, kudumisha mkao mzuri. Hili si jambo watu wengi huja kikuuni. Kuhakikisha bega lako nyuma na unakaa kawaida, usilegeze bega, kaa mkao mzuri na ufanye kazi yako. Kwa kufanya hivi, unaweza kujizuia kupata tendinitis. Watu wanaoenda gim au wale wanaoinua vyuma wanatakiwa kufanya warm up ya kutosha kama nilivyosema awali, kama ukifanya mazoezi haya muhimu ya kutumia external rotation bands, misuli yako ya bega italegea kabisa na kuwa laini sana, ikikupa uhuru mkubwa wa harakati. Hii itasaidia sana kupunguza mkazo na kuboresha utendaji wako wa jumla. Kwa hiyo, baada ya kufanya mazoezi haya ya maandalizi, ukifanya mazoezi ya kuinua vyuma, utaona tofauti kubwa katika uwezo wako wa kufanya mazoezi kwa ufanisi zaidi na kwa usalama mkubwa.